Kwenye majukwaa zile show anazoziita chaka tu chaka zile tumezipiga sana na ni show kubwa tu zile. E, sema tu wanangangania wakafanya kwenye jukwaa moja, lakini wewe huko perform kwenye mazizi ya ngombe kama Mark haja Voice. Mark Voice perform kwenye zizi la ngombe sema, tumetia chumvi <laughs> <laughs> show tu show, nini, chaka tu chaka. Anakuwa mtu anabaya yake na ukumbi E, anakuita pale umeona kiingilio ndio vile bukubuku buku. E, chaka tu chaka ni rahisi mtu kukufikia kukupiga kibao chaka tu chaka chaka, chaka ni ile ni show za kikomando lakini zina hela na ndio tukuza sisi na ndio zilizotufanya tukaishi bila mitandao enzi enzi zile. nasemekana mlikuwa mnaacha sana watoto huko mikoani mkienda na hizo. Wengi, mimi mbona ninao wengi tu mimi, na watoto kumi na nne wa kusingiziwa eh wawili ndio wako kwenye ndoa lakini kumi na nne ndio wale bwana tayari ukwambia, hey, hey, hey, hey, ah, kweli kweli. Haya, ngoja tuangalie. Mungu, Mungu unakuta kweli, unamkuta wengine ni mifano, sio lazima wote ufanane yeah. Hey, kwa sababu ile kazi tunaenda kufanya show leo <laughs> hey, unaondoka huku nyuma sumemkuta ule kwenye mazingira ya kwao shughuli yeah. inaendelea na wengine, ila kwa sababu wewe una kajina tunakupa mtoto eh. Hey. Nishiwai kurudi labda, watafuti watoto zako wale wote, ama ndo itakuwa tena itakuwa timu ya mpira. Ah, mimi siogopi kwa timu ya mpira ila kuna baadhi tunawasiliana e. Kuna wengine wakisikia niko kwenye show tunaambiana tunachukuana e. Walio wengi nawasiliana na mama zao baadhi eh, lakini wawili ndio naishi nao, lakini kuna wengi nawasaidia kupitia, nikienda bwana, baba, kuna shida hii, natuma hivyo. Maisha yanakwenda ile kibantu, bantu ile e, kibantu, bantu maana ukiwa chifu ukiitaja hata watoto 100 unaosifika, lakini ukiwa raia hivi wanakushangaa. Sasa ndio maajabu ya Mwafrika.